Ido mwanaume ako na mchezo. Mhm. <laughs> <laughs> uh -huh. Sasa ni nimetoka nimeenda nyumbani nenda, uh -huh. kuona wazazi wangu, alafu pia ya mama yangu ki alikuwa mgonjwa. Sasa uh -huh. nini, kur siku ya kurudi, na nilikuwa nimewaambia nitarudi Sunday. Nikarudi Saturday jioni. Oh, ukarudi Saturday jioni na nikarudi Saturday Mhm. Sasa yeye alikuwa anajua nitarudi Sunday jioni, nikarudi Saturday jioni hasa mimi kurudi, nampa kwanza, nakutana na viatu kwa mlango evii, mimi nakutana na, uh -huh. <coughs> yes, na, na kaka yake ah, hata sio kangu anikashindwa kwani Nikaenda jikoni, nikaeka vitu nilikuwa nimetoka nazo nyumbani. Eh. Baba tena nikatoka nje. Hata hawa kujua ni kama nimekuja, nikatoka nje. Oh, hiyo umeingia kwa nyumba hata hajui ushaingia? Eh, hajui. Mimi nikaeka vitu nilikuwa nazo, nikatoka nje. Lakini sasa kutoka nasikia ka sauti ka soprano kwa nyumba kwa pesa. Ni kurudi na wapata. Eh. Eh. E, mwanaume <tipi> na mchezo ukapata, ukampata. mm. panguza ili wapanguza, panguza yako. <tipi> <tipi> <tipi> kidi mwanaume, kila siku hesabu tia, ala ataki kupeleka watoto wa shule nini? <tipi> naniifaakuwa na akili ya kufanya hesabu ya maina sasa ndio kila siku ni la la, yani. Sasa kila siku tutakuwa tunakosana juu ya kitu moja? Eh, we. Mhm. No, lakini kuna wakati tumekosana mm. tena juu ya hiyo tu. Mhm. Anapenda wanawake sana mm -hmm. Lakini, lakini sasa, si kwa nimeshai mpata mm. Lakini hiyo siku nilimpata. Ulimpata live live? Eh, live live hasa, na hata anaipa analeta kwa kitanda yangu. Mhm. mm. Hata sijui nguvu ilitoka ati niliwataandika wote. Uliwapiga wote. Wote. Uliwapanguza. Niliwapanguza. Panguza kwa tu kidogo. Mimi zi... <laughs> Anyway, <laughs> haya, Bwana Peter. Sasa yeah. Peter. Hata. Hmm? Uh, yeah. Ongea na mke wako tafadhali. Mama Nekes. <laughs> <laughs>